Ninawaomba wanachama wenzangu na wana BBT wote wa Chinangali BBT amkosi kuweza kufanya kwa juhudi na kwa ushirikiano mkubwa. Kwa hiyo bidii yetu kubwa, ambayo uwepo wetu kambini na uwepo wetu kusimamia na kuhudumia mashamba yetu ni wa muhimu sana. Kwa hiyo nawaomba muwepo kambini na muweze kusimamia mashamba kwa uhakika, ili tuweze kupata tija kwa kilimo tunachoelekea kukifanya. Tumepanga kulima alizeti kwa hekari 1200 na hapa tupo katika shamba hilo na matrekta akiendelea kufanya kazi hiyo ya kulima na kuandaa mashamba. Lakini pamoja na hayo yote, tunapenda kuishukuru sana serikali na Wizara ya Kilimo kwa ujumla kwa kuendelea kushirikiana na sisi vijana wa BBT Chinangali. Tupo hapa zaidi kushirikiana na Wizara ya Kilimo kwa ajili ya kuwapa mafunzo ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu. Na katika eneo hili zao kuu wanayolima ni zao la alizeti, lakini pamoja na mazao ya bustani katika zao la alizeti tunaangalia changamoto za wakulima hawa wanazokutana nazo katika kilimo hicho, lakini changamoto zile kutokana na visumbufu mbalimbali mbali, tunaangalia basi waweze kutumia viuatilifu gani, lakini kwa sababu tunajua pia viuatilifu ni sumu na zina madhara kwenye mazingira pamoja na afya za binadamu. Kwa hiyo tumewapa elimu inayohusu kujikinga na sumu hizi za viuatilifu, lakini vile vile tumewafundisha ni namna ya kuyakinga mazingira yao ambayo yanawazunguka, ili basi waweze kutunza mazingira hayo kwa ajili ya matumizi ya baadaye.